Kinachohitajika ni, ni elimu. Tusimwombe Mungu kwa sababu Mungu asikii maombi ya wajinga, kwa sababu yeye pia Mungu sio mjinga. Sisi tunaona yanayotokea kwenye nchi za wenzetu, tunaona jinsi nchi za wenzetu zinavyoteseka. Lazima tujiulize, kujiuliza kwetu itazaa itazaa elimu. Elimu tutakayopata ndio itakuwa, ndio itakuwa ngao, itakuwa msaada, au ndio itakuwa Mungu. Tukikaa tusubiri Mungu ndio aje atuletee amani, tutakuwa tumepoteza amani. yetu ni ya muhimu sana, tusisikilize uchochezi, tujiulize, hawa wanaochochea wana nia gani na sisi? Nia ni vita. Vita ni biashara, vita ni biashara ya silaha, vita ni biashara ya habari kwao. Tusichekelee tu wenye taasisi za habari wanavyotoa habari. Wakikosa habari wanakosa cha kuposti, wanakosa cha kusema, ni lazima wachochee vita ili upande wao wa biashara ya habari iendelee kwenda. Kwa hiyo tusiangali, tusi, tusitake ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuji, tusitake kujiingiza kwenye matatizo wenyewe kwa mikono yetu. Sisi wenyewe kwa mikono yetu ndo tunatakiwa tuondoe matatizo. Tukisema tunategemea Mungu aje atuondolee matatizo, tunakosea. Mungu kweli yupo, lakini Mungu haangaikagi na wajinga Sababu kuna maarifa, kuna macho, kuna akili, tunatoka tuone kitu cha muhimu ni amani kuliko vitu. Kitu cha muhimu ni amani kuliko vitu. Sisi tunaoandamana tujiulize wenyewe maswali kabla ya serikali, sisi tulichukua hatua gani? Mababu zetu walichukua hatua gani? Hatua zilizochukuliwa na mababu zetu za kuleta umoja muunganiko lugha moja kuijenga Tanzania yenye umoja, ndizo hatua tunatokwa tuziishi sisi, kwa sababu wao ndio sisi. Sasa tunapoanza kujiingiza kwenye vita kwa kuchochewa kwa vitu ambavyo wa havina msingi, tujiulize kabisa, baada ya hiyo vita nini kitatokea? Tuchukue elimu kwamba wenzetu wanateseka kwenye vita visivyoisha. hiyo hiyo hiyo hiyo hela wanaowekeza kwenye vita, kwenye jeshi, ingewekezwa kwenye maendeleo, angekuwa na hatua gani? Wako watu sahivi wanateseka. Hii ni, ni, ni ishu ya mateso tu, tu, tu, tuwe na elimu tujifunze tu, tujifunze kufikiri tusijifunze kupokea tu kila jambo na, kulipa, na kulipampu. mwisho wa siku ujinga ukiingia ndani ya, ya watu ndio ufanya kazi na ujinga. ujinga ukishafanya kazi ndani ya mtu hakuna wakuutoa huo ujinga zaidi ya elimu, kwahiyo tupeane elimu tuipende Tanzania yetu tuna washindani wengi sana hapa Tanzania wanaoshindana na Tanzania kuhusu utalii, kuhusu uwekezaji wa bandari, kuhusu uwekezaji wa, wa, wa, wekezaji wa, wa wekezaji kutoka nje, kuhusu misaada. Kama nye Tanzania mkikaa sawa kwenye vigezo vya misaada, mkakaa sawa kwenye vigezo vya watalii, mkakaa sawa kwenye vigezo vya uwekezaji, yaani bandari na nini na nini, wale wapinzani wetu hawafurahi. Kuna hawa watu wanahitaji habari, wote hawa wanatafuta habari. Kwa hiyo, katika vita kuna faida nyingi watu wengine wanapata, lakini tunaoumia ni sisi wananchi ambao hatuna taasisi za habari, hatuna chochote tunachopata kutokana na hizo vita. Ndugu zetu wanakufa kwa uchochezi, wanaofaidika ni wale wanaotaka yale madaraka. Kuna mtu kashajua kabisa kwamba akipinduliwa mama Samia, mi nitaenda kukaa Lazima anachochea kuna mtu ashajua kwamba akipinduliwa Masamia nitaenda kupata kazi hasa. Na sisi tunaoambiwa tuandamane, akipinduliwa Masamia sisi tunaenda kupata nini kwenye kwenye kwenye nchi, tunaenda kupata nini kwenye kwenye kwenye kwenye uongozi? Tutachopata ni kusubiria ule uongozi uingie ufanye mambo, yale mambo. je, wataweza kufanya mambo kwa kiwango? Kwani nchi, Masamia hatuoni hata vitu vinavyofanyika, mbona tusikae tukaanza kufuatilia miradi, tunakaa tukianza kufuatilia wanasiasa wanapotupamba. Kwa hiyo tutumia akili, akili ndio itakao tusaidia. Bila kutumia fikira zetu vizuri, maarifa yetu vizuri, hatuwezi kupata suluhu na tutaingiza nchi yetu sehemu mbaya.